Shemeja, nalipe la kusema, ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel hapo chini. Kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze bila kusahau Like video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa. E bana, mambo vipi? Mi naitwa Ivan 17, the king of relationship contents kutokea maabara ya mahusiano, mahala ambapo tafiti mbalimbali za kimahusiano zinafanyika. E bana, nipo na brother wetu anaitwa Obi, yeye ana changamoto kubwa ya kimahusiano ambayo anaipitia kati yake yeye na mke wake mtarajiwa ambaye anaitwa Joan. Alinitafuta, tulizungumza kwenye simu, nikaona ili kuzungumza kwenye simu haitoshi, nikamwambia brother, njoo maabara ya mahusiano tuzungumze, lakini tuangalie ufumbuzi wa jambo hili tu. Naupataje brother, nakwaje? Fresh eh bana, pole sana kwa mambo yote unaopitia, lakini nikuombe, ingawa ulisema unaweza kaa kidogo ngumu kuzungumza na vitu kama hivyo, ila nikuombe uzungumze ili jambo vizuri, ili mlaji mtazamaji wangu pale naye alisikie vizuri na mimi pia nilielewe vizuri mwisho wa siku pia. Sasa tuone, tunautafuta ufumbuzi wa hili jambo sa, sa. Pole sana, najua nakuumiza sana sawa. Karibu sana. Asante, namshukuru uh, Mwenyezi Mungu kwa kutufanikisha kukutana siku ya leo, kwa sababu mara kwanza nilikuona katika mitandao ya kijamii kusuluhisha mahusiano mengi. Naomba nijitambulishe mimi kwa majina mimi naitwa Obi Pasco. Ndio. Obi ni mzaliwa wa Mbeya, wilaya ya Kela, kijiji cha Ipinda. Nimekulia katika hiko kijiji na baadaye nikaja Dar es Salaam kwa ajili ya kujipambania kimaisha. Nilipofika Dar es Salaam, namshukuru Mungu nilipata mchumba ambaye anaitwa Joan. Joan nimetoka naye mbali sana kikweli bro, yule mwanamke mi nampenda nampenda sana. Na Mungu ametusaidia, tumepata mtoto ambaye anaitwa Martha, Martha. Ni wa kike. Ongera sana kaka. Nashukuru, ndio, anaitwa Martha. Tunaishi katika nyumba ambayo ina vyumba viwili na sebule. Lakini huyo mchumba wako bado hujamwoa, ni mchumba? Hapana, bado sijamwoa, natarajia. Ndio, ndio ndio pia bro pale nyumbani na ndugu yangu ambaye anaitwa Silver. Ni ndugu yako wa damu kabisa. Hapana. Silver ni kijana mwenzangu ambaye tumekuwa pamoja katika kijiji cha Ipinda huko Kiela, ni mtu ambaye tulicheza pamoja. Familia yangu ina, ina mahusiano na familia ya kwao kwao, ni rahisi sana mimi kumsaidia na kumweka ndani. Silver yuko pale nyumbani kama ndugu yangu tu ama rafiki yangu ambaye tumeshibana lakini Silva anaendesha pikipiki ambayo inamwingizia kipato kama bodaboda kwa sababu boda, boda, hapo awali nilikuwa nikimsaidia shilingi ngapi, ngapi ambazo zinaweza ikamsaidia kwenye hatua moja ama nyingine akiwa kijijini, lakini nikaona sio vizuri aendelee kuteseka wakati na uwezo wa kumsaidia kwao, nilimnunulia pikipiki ambayo inamsaidia kumwingizia kipato na yeye anasimama maisha yake. Yaani, ulinunua pikipiki kwa ajili yake yeye na wewe ndio ulimtoa kijijini aje mjini kujitafuta? Ndio kaka, mimi ndio nilimtoa kijijini aje mjini, maanake inaonyesha wazi kule kijijini hali yake kiuchumi na kimaisha ilikuwa sio nzuri, ilikuwa sio nzuri kwa sababu kilimo ndio ni kizuri, lakini kwa namna kilimo anachokifanya yeye kisingeza kumfanikisha ama kutimiza ndoto zake kwa wakati. Kwa sababu bado alikuwa na hela. Bado alikuwa na pesa. Wa alipofika, ukampatia hii bodaboda kawaje? Alipofika nili aliishi kwangu kwa muda, baadaye nilipopata pikipiki akaendelea na majukumu yake akiwa kwako, kwa, akiwa kwangu kwa kwa, aliendelea na ile biashara, lakini baadaye kwa bahati mbaya alipata ajali. Ajali ndio ambayo ilimsababisha maumivu sana kwenye mguu wake wa kushoto maumivu ya namna gani? Yaani ndugu yangu, tulimsaidia tukampeleka hospitalini, bahati nzuri, Mungu mwema, sasa hivi yuko barabarani. Maana yake mlimuuguza nyinyi wenyewe. Hata wazazi wake nafikiri walikuwa wafahamu tatizo ambalo mimi naweza nikalivaa pamoja na mpenzi wangu Joan. Kwa alikaa muda gani kitandani? Kitandani amekaa takriban miezi mitatu miezi unaweza mitatu. Mitatu. Kuimagine hizo gharama. Ka mtu atembee, mtu aweze Mpenzi wangu wa mpenzi wangu Joan alifanya hizo kazi tena. Hudumia maanake afya yake imerudi kama zamani. Zamani. Hongera sana brother. Una moyo wa kipekee sana namshukuru sana Mungu. Mm. Lakini bro, kicho nileta hapa ni swala moja. Nimekuja kuamini kwamba binadamu ndo wafanya binadamu wenzao waonekane wabaya. Silver ni ndugu yangu, lakini kuna sintofahamu ambazo zimeingia hapa katikati, ambazo nimekuwa sizielewi. sintofahamu gani? Yani nimekuwa kila nikishika simu ya mpenzi wangu Joan. kuna namna mawasiliano yao ambayo, mm, sielewi. Ni kama kuna mahusiano ndio. Uh -oh. Oh, sija... Kaka, sijaweza kumuuliza mpenzi wangu kwa sababu kama unafahamu wanawake, inawezekana ni swala dogo, lakini akaamua kushauti nini ko nikaona, nilimeze mimi kama mwanaume halafu nilichunguze. Nilipoona limenizidi, nikakutafuta. Yaani e, e, umeliona hilo kwa muda gani sasa? Uh, hivi siku za karibuni tu kaka, nimeliona nimeweza kuliona kwa muda gani? Hiyo ni miezi, wiki au mwezi au yani, kwa muda gani? Kama mwezi mmoja tu. Mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Ndani ya mwezi mmoja huu nimeweza kuona hayo mambo. Lakini mke wako hujamuuliza? Hapana, nisingeweza kumuuliza kwa sababu naelewa na wanawake wakoje, anaweza kalipokea namna gani hilo swala. Ndio maana nimekutafuta bro, unaweza ukanisaidia, kwa sababu unajua umepitia watu wengi wamepitia kwako na wamesuluhisha matatizo mengi. Mimi najiona naweza kunisaidia. E, mwenyewe mshikaji, kama mshikaji ushaongea naye labda kumuuliza mwanangu, vipi na shemeji yako moja mbili tatu? Mshikaji hapana. Sijawahi kumuuliza. Kwa sababu naona kama nitamjia heshima. Silva namheshimu sana. Silva namuamini sana. Yaani imagine kaka, mimi ndo nimekosewa, lakini naona haya kumuuliza ndugu yangu kwamba kweli umefanya hivi au ni wewe unafanya hivi Nauna, lakini mda mwingine unajua tunaoamini ndo wanatuumiza, <sighs> au tunaoamini ndo unajua kwamba sometimes ndo wanatuvunja ile imani, inabidi niamini hivyo. <laughs> Kaka sasa, baada ya yani hayo ma mawasiliano ambayo uliona wanawasiliana, yalikuwa ni yana namna gani yani hadi akakushtua? Kikweli yalikuwa ni, ya okay, ni mawasiliano ambayo yanaonyesha dhahiri hawa ni wapenzi, na inaonekana hayo mapenzi kama sio ya muda mfupi ni ya muda mrefu. Inaonyesha muda mrefu, kwa sababu kama angekuwa muda mfupi Silva asingeweza kumuita, asingeweza kumtumia SMS mkeo, nani ya mke wangu mtarajiwa kwamba mke wangu, vipi unaendeleaje? yani rafiki yako ambaye ulimtoa, ulimtoa kijijini mm. anamtumia SMS shemeji yake She kwamba mke wangu unaendeleaje? Kitu hicho kimenishtua. Na nafikiri hata unaweza uka, uka, ukaona kwamba namna gani inaleta ugumu. Yani, nimeshindwa hiki swala kumaliza mwenyewe. Status ya wewe na huyo mwanamke ipoje? Umesema ni wapenzi yani. Ni wapenzi lakini unatambulika kwao... hapana, eh? Bro, unatarajia kumooa na mpenda. Mm. Huu mwaka nilitarajia nipeleke posa. Aa, lakini kutambulika yani kujulikana ile isipokuwa rasmi unatambulika si ndio? Mbibu, yes. Aa, ile kutambulika mm, ile kutambulika kisheria bado bado na umezaa naye na mtoto. Umezaa naye mtoto. Kwao litarajia kumoa lini? Nafikiri mwaka huu mwezi wa 12 kwa sababu ya swala la ndugu yangu Silva. nimetumia pesa nyingi, nimemnunulia pikipiki. Kwao ndo pesa nyingi nimezitumia kule kwao, nimeshindwa kwenda kupeleka maswala mazima ya posa. Aa, yani issue za kumsupport huyo mwanao mm -hmm, kumtibia mm -hmm. Kwao swala zima la kumtibia lilichukua gharama. Lilichukua gharama sana. Kwa sababu binti naye kwao ni mbali, ukijumlisha nauli kwa shenga yani, isingeweza kutosha pesa ambayo nilibakiwa nayo. Uh, kaka, kama nilivyokueleza, huyu binti nampenda, nilitarajia kumuoa zamani sana, toka mwezi wa kwanza, lakini nilipotokea ile swala la ndugu yangu Siri la kupata ajali ndio linirudisha hatua nyuma za kumuoa Joan. Nisingeweza kufurahia mapenzi mimi na Joan wakati ndugu yangu anaumwa, ama nisingeweza kumrudisha kwao wakati mimi ndo nilimleta mjini kwa nilitumia gharama nyingi kumhudumia ndugu yangu Silver ko zile gharama za kusafirisha washenga, kwa sababu binti kwao ni mbali, ni msoma, kwao ni msoma almost, nahitaji mm, kama laki tano, hiyo ya kwenda mm, mona koo, nisingeweza kufanyaje? Yani kuwalipia na hao watu wengine, na uli washenga malaze mm, mona ko, ikabidi nisubiri ili swala lipite, iendelee mm, kufanya kazi na namshukuru Mungu ndugu yangu kwa sababu amepona, naendelea kupambana. Mungu atajalia maswala yatakaa sawa, ndio na mke wangu pia alipojifungua naye, changamoto ziliingia. Changamoto gani? Kuna mke wangu akufanikiwa kujifungua kwa njia ya kawaida, alijifungua kwa njia ya operation, ndio ndio ambayo ilimletea mshtuko kwenye uti wa mgongo. mm. ni swala ambalo lilileta tafulani kidogo nyumbani, kwa hiyo ilibidi naye mpenzi wangu Ha, ni matibabu naye ah, na hospitali na, na, na, inaitwa Ikonda inapatikana Makete kule Njombe. Kwa hiyo a unaweza kuona ni michane gani ambayo imepita hapo katikati, ndio maana swala so zima la kumuoa mpenzi wangu alikukamilika. Kwa maana yake ulipanga umuoe mwaka huu? mwaka huu mwezi wa kwanza. Sasa kama mwezi wa kwanza si Ah, yani kwa mara ya kwanza ulipanga mwaka huu mwezi wa kwanza. mm -hmm. Lakini uka, ukashindwa kufanikiwa kutokana kashira, na hayo matatizo maana matatizo yake ukapanga mwaka, mwaka huu mwezi wa mipango, ilikuwa tayari, ilikuwa tayari, ilikuwa tayari, mm, tayari, kumi na mbili. Sasa mipango ilikuwa tayari, maana huu ni mwezi wa kumi sasa hivi mpango ilikuwa tayari, ilikuwa tayari na iko tayari. Mwezi wa 11 mwanzoni nafikiri tutafika nilipanga tufike nyumbani kwa binti. Ah, kujitambulisha Kujitambulisha rasmi. rasmi. Na sikutaka ili jambo lichukue muda mrefu sana. Ndio maana mwezi wa kumi na mbili hata kabla zile sherehe za Christmas kwamba mpenzi wangu ni muoe. Ndio, ndio. Kwa ndo hivyo bro. Sasa ndo nakuja kukutana mambo haya. Ndio nakuja kukutana haya, maswala yamenirudisha ya nyuma, na sijaenda kazini. Hii ni wiki sasa. Kwa sababu kia nikishika bajaji najikuta Yani, kichwani zinazunguka ndugu yangu Silva, au zile message zinazozunguka. Sasa kama brother, una uhakika na tatizo ila umeshindwa kwenda kazini wiki, je, tukifanya uchunguzi na tukapata uhakika wa tatizo, si ndio unaweza ukajifanya kitu kibaya kabisa? Bro, ndo maana nimeleta kwako. Sasa sometimes, wewe ni mwanaume, kwa hiyo inabidi uwe na moyo wa kiwanaume. Kuna wimbo moja maarufu sana unasema, wanaume tumeumbwa mateso kuangaika. Ule wimbo una maana kubwa sana, brada. Sio kwamba labda nakuingilia kwenye mambo yako, au unaona kama mambo yako hayana uzito. Hapana e, unakuta kila mwanadamu ana changamoto na kila mmoja anaona changamoto zake ni kubwa kuliko za mwenzake. Sijui umenielewa brada. Kwa hiyo, yani kusema kwamba umepata haya matatizo ambayo bado una uhakika nayo na umekosa kwenda kazini wiki huko, sasa ni kujikosea we mwenye kama mwanaume, kwa sababu utaanza kuyumba kiuchumi baadaye. Ukianza kuyumba kiuchumi we mwenye, utaona mitikasi yako haiendi. Na umesema una mtoto mdogo, huyu mtoto wako nani Martha, manake anakutegemea we brother. Kwa hiyo kiume, ndio najua sometimes tunapata maumivu, tunaumizwa na watu tunawapenda, lakini tusiache kufanya vile vitu vya msingi ambavyo tunaamini ndo vinaendesha maisha yetu. Umeona? Mimi mwenye brother na historia zangu ambazo nikikusimulia hapo unaweza ukaona unachopitia ni cha kawaida, au pale nawezekana kuna mtazamaji ambaye sasa hivi anatutazama, ana jambo lake ambalo analipitia afu akiangalia lianaona mm, mbona afadhali ayu jamaa. Kwa hiyo kwanza mimi ni kushauri brother, utakiwi kukata tamaa wala kuwa na mfadhaiko wa ayo unayapitia, kwa maana ayo ni sehemu tu ya maisha. Mona. Yeah. Na ili uwe, uwe imara ni lazima upitie vitu kama hivyo na ndio maana wanasema ni nini almasi au dhahabu ili ing'ae lazima ipite kwenye moto. Dhahabu. Ni dhahabu eh, ili ing'ae lazima ipitishwe kwenye moto. Bro, okay. Kama, kama na Silva nilimheshimu sana. Mungu anisaidia, kwa sababu sina uhakika na kama itakuwa ni kweli. Mungu tu anisaidia mm. Sasa brother, pia kitu kingine, kwa nini uliruhusu kuishi na mtu yaani? Unasema umepanga vyumba viwili na sebule mm-hmm. Hata kama, kwa nini uliruhusu kuishi na mtu sasa eh, ndani ya karibu sasa mwaka wa pili au ni kwa sababu ya matatizo yake ya ugonjwa kwa nini kama ulikuwa na nia ya kumsaidia kipindi hicho, unamleta usingemtafutia sehemu ya yeye kuishi pembeni? Kiukweli nisingeweza kumtafutia sehemu ya pembeni, kwa sababu mpenzi wangu Joan alikuwa hana kazi wakati huo no, Mona koo ililazimika tu ndugu yangu akae wapi? Akae nyumbani. Kama mpenzi wangu Joan angekuwa na kazi, basi mimi ningekuwa na uwezo wa kumpangia hata chumba cha elfu ishirini jamaa, jitafuti. mm-hmm. Kwa hiyo zile gharama zote kuzikwepa iklazimu nimete nyumbani, umeona, na sikutaka niishi kama watu wengine, sikutaka kumchoka ndugu yangu, umeona, niliamini leo kwake kesho kwangu. kwa hiyo ndugu yangu ali aliniheshimu sana. Kwa ndo maana alipotokea haya, ni siamini Sawa lakini, mwisho wa siku lazima tukumbuke kwamba hatuna uhakika. Kwa maana yake tuna pande mbili za kweli, au sio kweli. Sasa napata mashaka kidogo, ikitokea tumefanya uchunguzi na tumegundua ni kweli, itakuwaje kwa upande wako yani, yani itakuwaje? Sitaki sasa hiyo ndo iwe sababu ya kukuangamiza kabisa, nitegemea ukweli ndo sababu ya kukupa nguvu na kusonga mbele kimaisha sasa unanipa mashaka. Kikwe, bro, hilo swali mi nakosa jibu. Natamani ungevivaa viatu vyatu vyangu mi peke angu, yani nakosa jibu, kwa sababu sijui nitafanya nini, sijui nitamfanya nini mke huyo, mke wangu mtarajiwa, sijui nitamfanyia nini ndugu yangu. Lakini mpenzi wangu nimetoka naye mbali sana, na ndugu yangu nitoka utotoni, sielewi nitafanya nini, nini kwao ni nipo katikati Kwa mke wako labda anajishughulisha na nini sasa hivi? Mpenzi wangu nimemfungulia stationery, anauza vifaa vya shule karibia na shule ya sekondari, ndio wanauza vifaa madaftari pale, busy na hizo hapa biashara au brother. Umeoa mtoto elfu mbili? Ndio kaka. mtoto elfu mbili Sawa kwa upande wangu mimi njia zangu ambazo naweza nikafanya kukusaidia, labda maana tunaanza kutafuta ukweli kwa sababu umesema huna uhakika. Tungekuwa sasa tuna uhakika moja kwa moja manake ningeweza ni kusema mfano sasa hivi labda twende nyumbani kwako au fanya kitu fulani, ila sasa hatuna uhakika, manake tunatafuta uhakika. Kwa kitu cha kwanza hapa, naamini siku zote wanaume ndo tunakuwa na moyo wa kusema ukweli zaidi. Naomba mpigie simu huyu Silva Umesema ni mtu ambaye anakuheshimu sana yeah. Anakupenda sana anakusikiliza sana Mm -hmm. Mwambie afike hapa Sinza kwa Remi, kwa Remi e, afike hapa alafu akishafika hapa tutazungumza naye yeah. Silver. Naamini kama ni mwanaume kweli ambaye na yeye pia anakumbuka fadhila zako ulizomfanyia kumsupport kumtoa kijijini kumleta huku kumtafutia shughuli ya kufanya kumpa makazi maradhi mavazi chakula, na mimi nitakuwa tayari. Hata kama kuna ukweli ambao mjificha, atakuwa tayari kusema. Kwa hiyo tutapambana kwa hali na mali kumuomba aseme ukweli eh. Kwa hiyo usijali, akifika, hata kama unamuonea haya, maana ndio nilichokiona, labda unamuonea haya, niachie mimi hapa. Kwa hiyo wewe mpigie, eh, mtafute tu, mwambie wako wapi bana, niko sehemu fulani, na kuomba uje, kuna jambo la muhimu, afu akishafika tutazungumza naye, wakati anachukua namba yake hapa. E, ili ampigie, nikukumbushe kama unahitaji furniture za ndani au majumbani, Mgaya Classic Furniture, wao ndio mafundi wa hizo kazi. Wanapatikana pale Ubungo Kibo, karibu kabisa na kanisa la Gwajima. Wanauza furniture mbalimbali mbali, kama bed sofas, e, masofa ya kawaida, meza, vitanda vya mbao na vitu vingine, yani makabati na vitu vingine, wanaruhusu kuagiza kwa oda kabisa. Kwa hiyo fika Mgaya Classic Furniture ambao wanapatikana pale Ubungo Kibo karibu na kanisa la Gwajima au wapigie kupitia namba zao za simu zilizopo hapo chini upate huduma yako hii leo fresh. Ashaipata eh? Yeah, basi mpigie, mpigie. Naomba tuweke loudspeaker ili pia na watu wengine wasikie Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel hapo chini. Kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment, ili tuendelee kutengeneza familia kubwa.